Asalamu As alaikum, ndugu zanguni, karibuni katika chaneli hizi zinazohusu mambo ya ulimwengu wa giza. Natumai nyote huko ni wazima, na karibuni tujifunze kuhusu habari ya jini Jabari Fiktush jini la kukuletea mali, jini la kukuletea ujasiri, jini la kufanya kuwa na kinga katika mwili wako na mambo kadha wa kadha. Jabari Fiktushi anaweza kukupa elimu ya vitu vingi. Jabari Fiktushi ana elimu ya mambo ya kidunia kadha wa kadha. Ana elimu ya mambo ya tiba, ana elimu ya mambo mengi na ana ma elimu ya mambo mengi sana, inahusu habari za uchawi. Ana elimu za kukusaidia zidi ya wachawi, anaweza kukusaidia kuwa na mambo mengi sana katika ulimwengu huu. Ni aina ya kiumbe ambaye ana vitu vingi sana ambavyo Mungu ame mjalia kuwa navyo. Jabari Fiktushi ni jini mkorofi kama alivyokuwa kina jini Maimuna kwa sababu wote wanatokea katika koo moja. Lakini jini huu Jabari Fiktushi leo tutamwangalia katika ukanda kukusaidia we kupata mali. Je, unaweza kumpata vipi huu jini Jabari Fiktushi? Tutaeleza kwanza namna ya kumpata jini Jabari Fiktushi, lakini tutaeleza kwamba masharti yake yakoje? Huyu kidogo masharti yake ni magumu kuliko hata jini Maimuna. Jini Jabari Fiktushi kwanza kabisa kama unamhitajia jiandae kukaa riadha ndani ya siku tisa. Siku tisa ambazo utakuwa ni mwenye kujikinga na mambo machafu machafu, siku tisa ambazo ni lazima utafunga. Ndani ya siku tisa hizo, andaa chumba ambacho kitakuwa kiko tupu kabisa. Andaa kioo kikubwa ambacho kitakuwa kinakuonyesha wewe sura yako yote na kukuonyesha usawa wa kuanzia katika kifua mpaka katika utosi kabisa na ukishakuwa na kioo hicho, basi kuna tarasimu ambayo unatakiwa kuiandika, tarasimu ya jini Jabari Fiktush ambayo utaiandika katika kioo hicho kwa zafarani, kisha utaandika kwa zafarani nyekundu. Kisha utakuwa ukiingia huko katika chumba hicho, utakuwa unachoma nyudi mbalimbali mbali, lakini utakuwa unachoma pia ubani, aina ya ubani ambao utakuwa unachora wa jini Jabari Fiktush, utakuwa unachoma ubani maka, ni mzuri pia kutumia kwa jini Jabari Fiktush, utakuwa unachoma ubani maka huku ukizungumza baadhi ya maneno ambayo yatakuwa ni maneno ya kumuita jini Jabari Fiktushi. Utamuita, utamuita, utamuita, utamuita kwa maneno maalumu ambayo utakuwa umekasimiwa juu ya kuyazungumza katika kuyaeleza ili huyo kiumbe aweze kutokea. Sasa utamuita jini Jabari Fiktushi kwa namna gani? namna na utakapokuwa ukizungumza na namna na maneno ambayo utakuwa ukiyatumia kuyatamka, utakuwa ukifanya maneno hayo kila siku, kila baada ya swala ya magharibi ama jua linapokuwa limezama. Utakuwa ukiingia katika chumba chako kile na ukiwa unazungumza huku unachoma ubani wako na udi. Utakuwa unawasha udi zenye kunukia vizuri katika chumba chako, kisha pia utachoma ubani, kisha utakuwa ni mwenye kueleza utaeleza kitu gani? Utakuwa unasema sifa mbalimbali mbali, unazungumza kwa sababu unapokuwa unamuita kiumbe huyu, basi unaeleza pia na sifa zake, ukali wake, jinsi anavyoweza kusaidia watu. Kwa hiyo kuna maneno ambayo yamepangiliwa maalum katika njia za kumshawishi kiumbe huyo aweze kukutokea, aweze kuja. Kwa hiyo utafanya hivyo ndani ya siku tisa, na inaelezwa kuwa ukishafanya hivyo ndani ya siku tisa, basi kiumbe huyu jini Jabari fiktush ataweza kuja msaidizi wake katika njozi katika siku tisa, ndani ya siku tisa hizo ukiwa huko umefunga, usile kitu chochote chenye roho, huku ukiwa umefunga, unafunga kama zinavyofungwa saumu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, au unaweza kufunga eh, unaweza kufunga kabisa, kwa maana kwamba unanuia kwamba e hey, eh, Mwenyezi Mungu, nafunga lakini nia yangu na madhumuni niweze kupata kiumbe huyu aweze kuja kwa njia kuweza kunisaidia, kwa sababu hawa ni aina ya viumbe ambao wanatamani kuusaidia, lakini wanausaidia mtu ambaye ni anaucha Mungu ndani yake. Kwa hiyo jini Jabari Fiktushi, ukiwa umeweka nia yako na ukafunga siku, siku tisa ndani ya siku tisa, kabla ya siku ya tisa haijafika basi jini Jabari Fiktushi atakutokea. Na atakutokea kivipi? Kwanza utapata njozi, njozi ambayo itakueleza juu ya kuwa kiumbe huyo amekuitikia na yuko tayari kuzungumza na wewe, atakuwa msaidizi huyu. Akishakuwa amekujia usiku wake, maana yake tayari atakuwa atakupa njozi ya kukujulisha kuwa jini Jabari Fiktushi, na yuko tayari kuzungumza na wewe na atakueleza unataka nini katika njozi, na atakuwa amenikuambia maneno mengi sana lakini yenye kukufunza wewe, na ni asiri, siwezi kuyaweka hadharani hapa, lakini ni mambo mazito ambayo atakueleza na hayo ndio atakufanya kwamba ukishituka tu kutoka katika njozi hiyo au ndoto hiyo, basi utaamka mara moja na utaingia katika kile chumba ambacho ulikuwa umekiweka kioo mbele yako na kile chumba, basi utasema maneno yafuatayo ukifika katika kile chumba chako ambacho utakuwa ulikuwa umeweka kioo mbele, utawasha udi na mshumaa, kisha utaanza kuzungumza na kusema na uta...